Alfajiri umeamka wewe, umeamka wewe, mwadhini wa kwanza, wa pili, usingizi umekubana vibaya, lakini ukasema la, madhali yuko Mungu juu yuwaniangalia, mimi, acha niamke. Ukamwapusha shetani, ukaingia chooni, ukaoga, ukatawadha, ukaja, ukawahi jamaa. Leo wewe, dhuhuri umelala, baada dhuhuri ukaja ukainuliwa na usingizi wa alasiri, na usingizi mkali ndugu zangu, na ndipo Bwana Mtume akasema hakuna swala mzito kwa ummati wangu kama swala ya alasiri. Umelala usingizi umebana, lakini anakuja mtoto anakuinua ba adhana, ukaacha usingizi wako mzuri, ukaja ukamsujudia mola wako kwa ajili, waogopa ghadhabu zake kesho wewe uende uwe muflis. Kwa nini? Kwa sababu ya ulimi, muamala wako mbovu kwa wenzako. Amiliana na wenzako vizuri, tuwateni na mima fitna hizi za kwenda kuharibu nyumba za watu. Leo ndoa ngapi zimeharibika ndugu zangu kwa ajili ya fitna hapa na pale? Huyo kasema ile, huyo kasema hiki, ndoa imevunjika. Leo mama na baba kwa watoto wamekosa radhi, sababu huyu kasema hiki, yule kasema kile, huyu kaja kamwambia mzazi wake hivi, yule kaja kamwambia yule mwingine hivi. Muamala mbovu ndugu zangu.